And of course, ni moja ya vitu ambavyo sasa hivi watu wanaviangalia sana. Friday, siku ya leo tarehe 25, siku ya Ijumaa, ambayo tukio kubwa sana la Darasa SMG anakuja kulifanya. So Darasa imetangaza na anaendelea na promo yake, moja kati ya vitu ambavyo anahamasisha wasanii na mashabiki zake wajitokeze kwa ham kwenye uwanja eh, wa Masaki pale, obana, Masaki pale, au sio bana, viwanja vya Superdome Masaki, kwa ajili ya tukio lake Take Away, moja kati ya albamu yake ambayo pia uh, kwenye listi ya, ya ngoma za album kuna majanti mbalimbali mbali ambayo umehusika pale, so wote watakuwepo kwa ajili ya kumuunga Darasa mkono. Lakini kitu ambacho pia ukifahamu, Sotsoli moja kati ya memba ambaye sasa hivi anafanya vizuri sana kutokea bendi ya Sauti Soul, na mzungumzia BN hapa, amewasili e, siku ya leo, lakini pia alizungumza na waandishi wa habari kuhusiana na ukaribu wake na Darasa. Je, kuna chochote ambacho aliambiwa na Darasa au kuna chochote ambacho ililipwa na Darasa? majibu ya Ben

nzuri kwa kwa East Africa Hip Hop anayesikilizwa katika sehemu mbalimbali. Inakuwa ni noma kina noma lakini pia Darasa ninaweza pia mimi mwenyewe nikasema ni msanii pekee ambaye amefanya collaboration na baadhi ya wasanii karibia wote, eh? si ndio? Amefanya na majanti wa Bongo Flavor, kasoro wachache tu kasoro Diamond Platnumz katika albamu zake zote. Amefanya na Mario lakini pia amefanya na Ali Kiba, amefanya na Harmonize so ni mmoja kati ya wasanii ambao amethubutu pia kufanya collaboration na wasanii sanii wengi wakubwa wakubwa, na wamemtengenezea karu yake, na sasa hivi ndo msanii pekee wa hip hop ambaye anafuatiliwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Una maoni gani kuhusiana na show ya inayofuata ya Darasa siku ya Ijumaa tarehe 25? Drop ya comment hapa. Darasa ni mtu poa right? hii peace.